Hello, mambo vipi mtazamaji wa Rukwa Media Rukwa Media bring bring, yani mavieni vieni vien, yani ni hatari. Leo street challenge tuko na Manyere, mkoa wa Rukwa, hii ni wilaya ya Nkansi na huu mguu ulikuwa umetuleta mpaka kwa kijana huyu hapa badai, eh, lakini, ah, waleo, ni nani jina lake ataweza kutuambia hapo baadaye, lakini host wako wa leo ni Director Sharom uh, ah, twende tukajue ni nini kimetuleta hapa. Mambo vipi Please, kawakawa kawa, nyama, unaitwa nani? Mimi um, kwa majina kamili naitwa Daniel Mpembeli, uh, ila jina la usanii natumia inatumia Kanikomali. Ndio jina la usanii unalolitumia? Yeah. Okay. ah uh, wewe kwenye usanii ni, ni, ni, ni engo gani, huko kategori gani unazingatia? mm, mimi sana na cheza sana na comedy Ah, yani wewe ni comedian. Yeah, comedian. Yani mimi toka nikiwa mdogo ndoto yangu ni kuwa comedian, mchekeshaji mzuri sana. Na sio comedian tu kuwachekesha watu, lengo langu ni kwenda stand up comedy. Ah, yani lengo lako siku moja u, u, usimame pale mbele, yeah, kwenye jukwaa la watu makini, uh, watu bake, yeah, eh, watu, watu bake, cheka eh, tu sivyo? Yeah. Ndio ndo, ndo ndo ndo future ambayo uko nayo mpaka sasa, ay, mpaka sasa. Ah uh, Yeah. Yani, yani kwenye ucheshi wako na ufanya wewe yeah, mpaka sasa hivi kuna mapokezi gani kwa hii jamii inayokuzunguka hapa na Manyere? Mm, hadi sasa hivi naweza niwasema, nimepiga hatua kwa sababu nimechekesha kama, nadhani kuna vita vitamasha fulani vikuwa vinaendelea kama zaidi ya mara tatu. Kolo upokeaji nilio utazama, kwamba unachekesha kitu watu wanakifurahia, watu wanakipokea vizuri, wanaona Mbona kijana unaweza utakii kuwa kumbe nimepiga hatua. Unajua kuchekesha watu ambao hawapo tayari kucheka ni ngumu. Tofauti na wale watu ambao unawakuta watu baki. Watu baki, watu wameenda kucheka. Tofauti na sisi huku. Unaenda kumchekesha mtu ajienda kucheka. Akumbe kucheka nako kuna kujiandaa. Ni sasa leo hii ni chukue tu tukachekeshe msibani. Umeona? Unaenda kuchekesha watu na huzuni. Yaani watu wapo kwenye momenti ya huzuni, wewe eh, eh, umeenda pale kuwafanya eh, offline. Off offline. Umeona? Kwa unaenda kuachekesha watu ambao hawapo tayari kucheka. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo nimeipiga, kiukweli kwa sababu mimi naangaliaga watu wanapokea vipi kitu tunachokifanya. Umeona? Mm. Kwa nikiona jamii nakipokea vizuri na nakumbuka naweza. Eh bana, kama ulivyomsikia huyo ni aka Nikomali, mm -hmm, anapatikana na Manyele mji, mm, mdogo ni wilaya ya Nkasi hii, mkoa huu wa Rukwa. Eh bwana, hii ilikuwa ni street na hostel kwa wale walikuwa ni Director Sharom anilikuwa naye hapa ni akanikomari na vipi? kwenye hilo jina la akanikomari la maybe YouTube, tunakupataje? YouTube ni Wakili msomi, wakili msomi ukiingia, yeah, <tipo> YouTube wakili msomi, unakutana na YouTube yangu. Ukiingia TikTok, akanikomali mm. Ukiingia Facebook, wakili msomi, ukiingia Instagram, wakili msomi, unaipata hiyo. Na kwa unatumia majina mawili yeah. Wakili wakili msomi na akanikomali, achana na wakili msomi, yule alikuwa mchezaji wa Simba alikuwa anaitwa nani yule, lakini huyu ni wakili msomi ambaye ni komediani uh. Wakili msomi unaweza kumwita pia unaweza kumita akanikomari vyovyote utakavyotaka, lakini YouTube utampata kwa jina hilo alilosema yeah, Akanikomali. lakini Instagram, wakili wakili msomi. Instagram, TikTok, yeah. TikTok kanikomali, unaweza ukamtafuta ukasubscribe chaneli zake kwa ajili ya kuenjoy zaidi, ukafolo peji zake za Instagram uh, uh, TikTok pamoja na Facebook lakini akanikomali, kabla tujawaacha watazamaji wa Rukwa Media, nitaka tuzungumzie kidogo. Kuna ishu fulani hivi hii na, na, na kuuliza kichokozi. yeah. unazijua tuzo za Mwasu Mwasu Award? Yeah, nazisikia sizijui sana, nazisikia. Unazisikia? yeah. ni tuzo ambazo zimekuwa zikiandaliwa na, na, na, na, na grupu la Mwasu Sumbawanga pale mjini kwa maana ya wanatengeneza wana zile tuzo kwa ajili ya kutafuta vipaji vya mkoa mzima. Umepata nafasi ya kushiriki huko maybe? Um, nili-nakumbuka nili, nili, kuna mtu alinitafuta alitafuta kaniambia unatakiwa ushiriki huku kuna moja mbili tatu hmm. Na ni kweli nikatuma majina nikatuma clip zangu kama nne hivi. Tuzo za mwaka huu elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na tano nikawa nimetuma clip zikaenda, wakazitazama, wakasema ipo vizuri, kwa hiyo mm, nikabaki nasubiri li, kwenye kwenye yani, yeah, mm, jina langu ndio ulifanya mara mwisho kubadilisha jina wakili msomi, jina ukiingia TikTok jina Anu maana hiyo wakili msomi nilikuwa nimetoka ku-change niliongezea matilio fulani kwa hiyo kubadilisha tena jina la karaka ikawa ni ngumu, akawa amenipa siku 29, TikTok wenyewe kwamba ndani ya siku 29 ndio utakufanyaje, ubadilishe jina, umeona, ila YouTube jina lilikuwa limeshabadilishwa tayari, akanikomari, umeona, kwa hiyo ni okay. Mwasu Award walikondoa kwenye kinyang'anyiro cha tuzo kwa kigezo cha jina. Jina sio kigezo cha uwezo aa, wa kuchekesha kwa kigezo cha jina mimi najiamini. Maigizo cha jina kwamba sio nini, ah, nikasema sio mbaya, naweza nikashiriki hata mwaka, kwa sababu gani? Mimi kitu ambacho ninazungumzia, kuna kitu kinaitwa, unajua, ukiwa kama msanii hata kama unashindana na kitu ambacho hakina pesa, ila kinakupa wewe useme, ah, unajua watu ile wanavyokupigia kura, unajua kuona bado umekuwa mshindi wa pili au wa kwanza, inakupa wewe moyo, kumbe kumbe watu wananifuatilia, wanaona kile kitu ninachokifanya mimi, ndio kitu ambacho mimi nataka nipime haraka hmm. Wao. Okay, kwa haraka haraka. Yeah. Naweza tukasema Mwasu Award wanaka ubaguzi fulani, ah, ubaguzi Sumbawanga. Ile Mwasu Award si kwa ajili ya mkoa mzima ha, kwa ajili ya manispaa, ya, ya. Eh, yani, yani, kiufupi Mwasu Award ni tuzo za mchongo mchongo, yaani zinaandaliwa kwa kujuana juana. Eh ya, mimi naona kwa kujuana, kwa sababu vipaji vingi vipo, kwa sababu unje kuangalia hata sijui msanii msanii sijui nini hajatoka huko. Watu ambao wametoka huko, ameingia tu producer, ameingia mtangazaji wa kansi, na kansi FM nadhani oh, ndio alichukuliwa hao lakini block. Lakini kwenye kwenye kwenye kwenye kinyang'anyiro cha producer bora wa mkoa walikuwa wameshiriki wawili kutoka Sumbawanga mjini, mmoja kutoka hapa na Manyele mjini, na aliyeshinda ni kutoka hapa. Ya hapa pana vipaji. Na jamaa na ile ile tuzo wangemnyima, mimi ningelaumu sana. Na mbona hapo awali umesema kwamba ile tuzo zimeandaliwa kwa michongo michongo, yani kama kuna upendeleo fulani? Si ndio kufahamiana ile? Kwamba kwa e, yani hata kama ukuni na Manyele kwamba na Manyele tunambiwa fulani. Okay, kwa hiyo kwa hiyo nani huyu Golden fingers powa milazo tuseme amechukua hii tuzo kwa bahati mbaya, au ni, ni- ni ni kuna vitu vimepenyezwa penyezwa hivi mpaka kuja ku, ku, kupata hiyo tuzo? Hapana, kwa kwa mfano mi kwa mtu kama po hmm. Unajua bwana, siku zote wanasema hata ukitaka ufiche maovu hmm. lazima kuna kitu kaweke kidogo, akusema wajifariji. Unajua po wamempa hmm. kwa nini hmm ili kidogo manyele kwamba na sisi kama tunafanya. Ah, okay. ila ukweli wanatubagua. Hey, una ujumbe gani kwa wa Mwasu? Ah, mimi ningependa kuambia, unajua unapoandaa tuzo siku zote unapoandaa mashindano yoyote, umeona? hmm. ndio maana wanaenda wanaendadi Kenya, Uganda, Kongo, wameona watu wanaweza. Hmm. kitu kizuri lazima kuwe kuna ushindani mkubwa Umeona? Usiweke tu, tuanzishe mashindano hapa na manyeti, hapa na manyeti ukimkuta tu, hapa na labda mchekeshaji, mchekeshaji ni fulani atachukua walete na watu waukole ushindani. Kwa hiyo mimi ningependa kuwashauri zaidi. Kama ni mkoa mzima, basi tembeeni. Kuna vipaji vipo vingi. Na sio na manyeti tu, vijijini huko ukizunguka kuna vipaji vipo hivi. Ingekuwa ni nzuri zaidi. Kwanza tukeleta sanaa yetu ingeendelea sana. Kwa hiyo mambo ya ubaguzi. Okay. Huo ni ujumbe wa Mwasu Award. Ni grupu ambalo linaandaa tuzo kwa ajili ya vipaji mbalimbali mkoa, lakini a, imeonekana uandaji wao umekuwa ni kama upendeleo fulani hivi. Kuna wakati wanafanya vitu ambavyo wa si sahihi. Kwa hiyo labda tuseme ni, ni, ni kwa sababu ya uhaba wa uwekezaji kwenye kwenye kitengo hicho cha, cha, cha, cha uandaaji cha tuzo au ni nini? Sijajua imekaje kaje hiyo, kama ni mwekezaji wenyewe au baba wa nini au nani? Kwa mfano, unajua haya mashindano unapoanzia siku zote, mashindano kuna mashindano haya moja mbili tatu. Mimi ningependa waweke kama kama unaona kuna changamoto bila kifedha hmm. mnaweka hata kiingilio kwamba kila msanii kila mgombea atakiwa atoe shilingi kadhaa, ili mwenye kishindo kutoa sile mwenye. Bwana, mimi nilishindwa kwa sababu nilikuwa nini sina fedha, ila tembeeni, vipaji vipo Jambo lingine <laughs> yeah. Nimesikia hizi tuzo za Mwasu Award wa bwana zinatolewa, lakini hata ukishinda wewe ulioshinda tuzo unapewa kile kidude tu eh, kile kidude ja, ja, kinachoonyesha kinacho ndo tuzo uh, lakini ile tuzo inakuwa haina kitu chochote kwa maana haina bahasha wala haina kitu chochote, yani kiufupi, tuzo haina haina thamani yoyote ah, wanazungumza mm. Unajua, unapoanzisha mashindano lazima uwe na chochote kitu, ili mtu anaposhinda, hata kama ikikuwa ni kidogo, ili mpe nini, msanii uchoke kwamba hichi kitu nilicho kipata. Unajua, kuna mashindano yalitokea hapa juzi, ilikuwa ni miss mm. na mister mm. Umeona, pesa ilikuwa ni ndogo tu, nadhani kwenye laki na nusu laki moja, lakini ilimfanya mtu afanye, kwa sababu jeu kuangalia ile mashindano tumia gharama mtu kuvaa nini amtumia zaidi ya laki 4, laki 5 Umeona. Lakini hela ukijua kitu mshindi wa kwanza kutala laki moja laki na nusu. Kidogo hela heta chachu. Ni sawa na, na, na mpira. Umeona. Timu wekezaji unayofanya siku kusafiri kwenda hapa. Ni gharama nyingi wanazotumia kumia kujua kujumulishia. Tofauti na analiwa na kujua. Kwa mfano mnalisa hizi ni milioni mia. Milioni mia. Ni milioni mia. Lakini piga bajeti ya, ya, ya, msimu mzima. Ya timu ambayo wanatumia, ni hela ndefu sana. Inaweza kufikia bilioni moja ukona. Afadhali unajua kumpa mtu shilingi ngapi, milioni 100. Umeona? Kwa hiyo tuseme, hawa mwasu angalau kidogo wa e, turisti wangekuwa naweka kwenye hiyo tuzo, wangekuwa naweka na kijibahasha, au hata elfu ishirini au elfu hamsini kwa ndani au au zaidi ya hiyo kidogo, kuleta e, morale na thamani zaidi ya ile tuzo, sivyo? ya ingekuwa yeah, vizuri zaidi yani. Lazima uweke chochote kitu, hata msanii mwenyewe anasema kweli, hapa nimepata hichi kitu, ninyi hata soda au ninyi hata maji zaidi kuliko kumpa mtu kwamba kashindana, wewe kapiga na Ali Pomo. Unajua, kuna wengine walikuwa wanatumia di pesa sasa. Kwa bwana, nisaidie bwana, nitumie link hivi, naweza nikakupa hela ya bando, nitumie bwana hela ya bando elfu kumi, sambaza link nini, alafu mwisho wa siku anakuja kushindana hapa chochote. Umeona kwa kikuwa napate ta chochote angalau anasema imerudisha. E bwana, hii ndo Sumbawanga kwa walukwa. Na uandaji wa tuzo kutoka grupu la Mwasu Award ni kitu kizuri ambacho wamekuwa wakikianzisha. Aa, na kinatia moyo kina kina kinaleta kina chachu kwa wasanii, kinaleta chachu kwenye vipaji mbalimbali mbali. Lakini sasa, kwa ushauri, waongeze hivyo vitu kwamba tuzo wanazokuwa wanazitoa, wallahu basi, wawe wanaweka hata kichochote kitu kwenye bahasha na nini, ili kuonyesha thamani ya ile tuzo yani haiwezekani msanii kwa mfano msanii amewania tuzo ya ya mwimbaji bora, ameenda studio amerekodi, maybe amerekodi audio laki moja na nusu, ameshuti video laki tano, tuseme ukijumlisha hapo inakuja kama laki sita na a, bado siku ya tuzo yenyewe anakuja amevaa, yaani kiufupi, msanii peke yake anatumia kama shilingi laki saba, alafu nakuja kumpa tuzo yenye thamani ya iliyochongwa kwa, kwa thamani ya shilingi elfu nane mtafiti wako leo ilikuwa ni, ni Director Sharom lakini, uh, Sultan Trail ndio ilikuwa na Mr. Akani Komali au wakili msomi. Hivyo unaweza kumpata Facebook, kwa Instagram, TikTok, kwa YouTube lakini pia usisahau kufollow na kusubscribe channel zetu, uh, YouTube Rukwa Media, subscribe, comment, like, share, uh, TikTok Rukwa Media, uh, follow pale usisahau kucomment pamoja na, uh, na Facebook pamoja na Instagram. Ciao.